Ujambo na karibu sana kwenye habari zetu za kila siku. Hii ni Jidah Media, mimi naitwa Msafi Pro. moja kati ya video sasa uh, hivi ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni ya Wema Sepetu. Hii inaonekana ni ni conference fulani ambayo amefanya na waandishi wa habari uh, huku akiomba msamaha na kutaja vitu vingi sana humo ndani na akawa amegusia kwamba huenda ikawa ni utoto tu, lakini amejaribu kuomba msamaha, pia ametanguliza shukurani kwa mama yake, ambaye nadhani kwa kipindi hicho ambacho anapitia Wema Sepetu, pia mama yake anaumia sana. Unajua the way mama yake Wema Sepetu anavyompendaga Wema Sepetu, hem, tukamsikilize. Wema Sepetu anasemaje? yatakuwa tu ni makosa ya, ya kibinadamu na sio upumbavu wa kiasi hiki kwa mara nyingine tena naomba radhi ndugu zangu, jamaa na marafiki, na wote ambao wakiwa wamekuwa wakinisupoti kwa moyo mmoja na mapenzi yote, bila kumsahau mama yangu mzazi, ambaye nadhani yeye ndio anayeumia kuliko mtu yoyote mwingine. Hakuna marefu yasio na ncha, na leo nathubutu kusema kwa mdomo wangu, nimefunga jalada la utoto, nimefunga jalada la ujinga, nimefunga jalada la upuuzi na kila aina ya maumivu niliyowahi kusababisha kwa watu wangu. Naomba radhi kwa hili lililotokea, na kwa ajayo ambayo siyajui, maybe anaweza akaambatanika na ile ambalo limetokea, na namwomba Mungu aniongoze. Alright, kama ulivyomsikia au uh, kumsikiliza vizuri Wema Sepetu uh, amefunguka vitu vingi sana kwamba anaondoa utoto anaondoa ujinga pia au vipi eh? Eh, sasa ni kwako wewe Mtanzania eh, maana amesemwa sana sasa. eh, vipi unamsamehe au niaje basi, saa mimi sina la ziada kwa siku ya leo, tukutane kwenye mitandao hii yote ya kijamii, uh, Facebook, uh, TikTok na YouTube. kama unafuatilia kupitia YouTube uh, basi usiache kusubscribe, kulike na kucomment pia. Kama unaifuatilia pia hii kupitia Facebook, tambua pia tunapatikana YouTube, alafu pia kama unaifuatilia kupitia TikTok, ai, karibu sana. Mimi naitwa Msafi Pro na hii